Karibuni mtazamaji pia msikilizaji wa chaneli yetu hii Kuna Nini News. Leo tuna habari mpya ya kuwatangazia ya kwamba tumeondoa ile mfumo wa lugha mbalimbali zilizokuwa zikitokea mahali huko mliko, kama ilivyokuwa ikiwekwa otomatikali na YouTube kwa sasa. Afuatilia taarifa zetu kwa lugha yako tukufu ya Kiswahili kupitia video zetu. Nawatakia usikivu mwema, asante na mbarikiwe nyote.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 katika yale tunayokuandalia mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News mchana wa leo ni kuhusu kuchaguliwa kwa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuwa mwenyekiti wa muungano mwenye wa, wa Afrika au umoja wa Afrika huko mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Je, kuchaguliwa kwake na mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, mzozo ambao unahusisha jeshi la taifa FRDC, upande wao wakiwa na washirika wao jeshi la Burundi, kama vile Wazalendo, na upande mwingine jeshi la Rwanda AFC, M23, Twigwaneo, Android, Gumino, Red Tabara na wengine, utakuwa na mchango gani? Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Tunakwenda kukuletea mahone tofauti ya baadhi wakongomani wanaoishi mashariki mwa nchi ambao watakuwa na mtazamo kuhusiana na kuchaguliwa kwa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuongoza Umoja wa Afrika au Muungano wa Afrika hivi. Tunakuomba waandamani nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini tunakuomba kabla tuingie kinagaubaga na usikie mitazamo ya wakahaji nakuomba wewe ambaye bado huja subscribe, huu ni muda wako, usikose kusubscribe, usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na bila ya kupoteza muda, mtazamaji pia msikilizaji, tunakwenda kujiunga na miongoni mwa wadadisi wa mambo pamoja na asasi za kiraia katika maeneo ya mashariki moja kwa moja tunaingia mkoa ni Kivu ya Kaskazini, Beni, nafasi ambako bwana Mwindo Vukulu amekuja na mtazamo wake kuhusu kuchaguliwa kwa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuwa mwenyekiti wa Muungano wa Afrika. Karibu bwana Mwindo Vukulu. Ndio bwana journaliste, ni kwamba eh, maoni yangu mimi eh, nikiweza kuanza ku Shukuru Mungu kwa kuwa Evariste Ndayishimiye ameweza kuteuliwa kuwa mkubwa wa Union uh, Union African eh, tangu dimanche passe. Na hii jambo kwetu sisi tuko tunawaza kama eh, Ndayishimiye kwanza, mbele apate hii madaraka, alikuwa mtu ambaye ameelewa vizuri sana E, mgogoro ambaye unapitika hapa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na anayajua vizuri zaidi, na tunawaza kama ndani e, ya misheni yake ya mbele mbele ataweza kwanza kutia hii mambo mbele e, ku meza ya Union Africaine, ili e, wa chef de deta de membre ya Union Africaine waweze kuleta vile vile mchango mm, wao ili amani ya kudumu irudi uh, hapa mjini kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuwa vita ambayo tuko tunapitia huku, mheshimiwa Ndayishimiye anajua kama ni vita kuchokozwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachokozewa na, na, na, na, na, na nji jirani, yani Rwanda, na yeye peke yake ndani ya matamko yake siku za kupita aliweza kuongelea haya waziwazi wazi. Tunawaza kama wakati anakuwa sasa na ile mamlaka ya kuongoza hii organisation ambayo na unire tous les africain ataweza kuikalisha na kufahamisha dunia nzima e, ili watu wote waweze kuelewa kama Kagame na wale ambao wanamuunga mkono wako wanakuja tu kutatiza usalama ndani ya jamhuri kidemokrasi ya kidemokrasia ya Kongo. Zaidi sana tutaankuraje president Ndayishimiye atusaidie kubeba hii jambo sawa Union Africaine na wepeleke ku justice internationale neutre ili wale ambao wanahusika na, na mauaji mambo ya ukarimu, mambo ya kuua watu, mambo ya kutesa wakongomani, kuwachinja, kuwabaka wa mama, kuiba mali yetu ya Kongo, kuyapora kwa njia ambazo zisizowezekana, waweze kupita mbele ya mahakama, waweze kusambishwa hadharani, waweze kuhukumiwa na wawarepondre e, sawasawa na ile makosa ambayo konafanya ndani ya nchi yetu. Tukifikiria kama Ndayishimiye atatusaidia kufanya hivi, itakuwa kabisa kwa kweli amefanya kitu kya maana sana juu yetu sisi Wakongomani. Tukitoka mkoani Kivu ya Kaskazini, moja kwa moja tunaelekea uko mkoani Kivu ya Kusini, nafasi ambako bwana Kelve Bwija ni mwenyekiti wa asasi za kiraia kitengo cha Sosico DRC, ambaye naye pia alikuwa na mtazamo huu kuhusiana na kuchaguliwa kwa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuongoza muungano wa Afrika au umoja wa Afrika. Asante sana mtangazaji. Kuchaguliwa kwa rais wa Burundi kwa muungano ule, kutokana na vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo, ili naweza kuwa salama kwa wakongomani kwani utafahamu kama nchi ya Burundi na ya Congo kwa sasa wamekuwa warafiki wa karibu, wale tunaita waamie mtima, ndio maana tuko naomba, Mungu aendelee kubariki kutusaidia, mambo kadha wa kadha endelee kuwa vizuri kwa kukomplete toujours kwa hiyo utio yangu utafahamu kama hizi nchi mbili Burundi na Congo ni nchi ambazo zinakuwa kwa ukaribu sana, mipaka iko karibu, njoo maana tunaomba atraver hii mambo yenye rais wa Burundi amepata collaboration toujours na rais wetu wa Congo. Tuko naona kama mambo inaweza kuendeka vizuri, vita inaweza kushitisha nchi yetu ya kidemokrasia ya Congo kwani tumekwisha kuteseka muda mrefu depuis 1996, tuko tunaendelea kupitia vita, kuuliwa watu, kubakwa, mali ya raia kupelekwa Rwanda kila wakati ile. Tunaomba kama kupitia hii muungano na kuteguliwa kwa rais wa Burundi, wakongomani wanaweza kuwa na matumaini mazuri paraporo ya urejeshaji wa usalama mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo, hususan ma provinsi za Sud Kivu, Nord Kivu, Beni ambapo na, na Ituri ambapo wananchi wanaendelea kuuliwa kila wakati usiku na mchana. Hata hivi vifo vya wakongomani viko vinaendelea kuripotiwa sehemu kadha wa kadha matarafa za Uvira, Fizi, Mwenga, mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo. Kufikia hapo, mtazamaji pia msikilizaji, sina cha ziada, ni hayo ambayo tumekuandalia mchana mwaleho. Tuna kuomba wewe mtazamaji pia msikilizaji ambaye hujajiunga na channel yetu hihi, Kuna Nini News, ni muda wako basi, kabla uondoke, usikose kusubscribe yahani kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Na kwa mwisho usikose kushea, yaani kupartaje kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hadi tutakapokutana tena kwa mara nyingine kwenye taarifa zetu nyipya, tunasema asante kwa kuandamana nasi.